Walipokimbia wananchi wakasema, wakawa na wanashangilia, lakini na uhakika kutoka kwenye moyo, walioathirika walikuwa ni wote, hata sisi huku chini, hela ilianza kukosekana. You know why, you know why, implication ya kiuchumi. Nasema hivi, huyu mtu huyu, hata kama ameiba hela pale, akitumia ile hela ndani ya nchi akanua simenti ndani ya nchi akanua bati ndani ya nchi, faida yake ni kubwa kuliko aliyepata ile hela kihalali, lakini anaitumia nje ya nchi. Kwa lugha nyepesi, maana yake ni kwamba pesa, huyu mtu ambaye ameficha pesa hapa hataki ingia kwenye mzunguko, au ameichukua pesa anaipeleka China, hatari yake ni kubwa. you know ukienda leo China, miaka 30 iliyopita watu zaidi ya milioni mia nane walikuwa wanaishi vijijini, watu kama milioni mia, mia mbili walikuwa ndio wanaishi mjini. Wakati ule kulikuwa kuna ujenzi, China ilikuwa inajengwa kila mahali, kuna ajira, kuna kila kitu, kuna kila kitu. Baada ya miaka thelathini imekuwa the opposite. Watu laki mbili wako wapi? Watu kama laki mbili ndio wako wapi? wako vijijini alafu watu karibu milioni ngapi hizo wako kule mjini, imetani imekuwa vice versa. Sasa kilichopo hakujengwi tena, kamesha jengwa. Ndio mwisho wa siku mnakuta wanasema ondokeni hapa, nendeni kwenye nchi huko mkatafute fursa. Sasa na sisi hapa kilichopo katika jambo la ajira ambacho tunakishauri sasa ni kuzisuka sheria zitakazolinda maslahi ya mzao ambazo hizi sheria sasa ndizo zitakazokuja kutengeneza mabilionea ndani ya taifa letu, kwa sababu unapotaka kutengeneza tajiri lazima pia kuwe na kitu kinaitwa sustainability. Anaweza katokea tajiri mzungu, tajiri mchina, tajiri nani, mwisho wa siku akasema sasa narudi nyumbani, mnyororo mzima pale utakuwa frustrated. Hasa hizi ndio jitihada pia za nchi kuelekea huko. Katika jambo la ajira, tuilaumu serikali peke yake au yupo mwingine wa kulaumiwa? Mimi pale nyumbani jana nimechukulia mfano na watoto pale karibu saba, wamemaliza vyuo, mmoja nasema baba, mimi naomba ajira. Nikawaita wote nikasema, hebu hebu hebu, njoni hapa, hebu nielezeni mimi mnanichukuliaje? Hebu nielezeni ni kila mmoja jieleza Mimi nakuona wewe ni baba yangu. Ehe, haya sawa. Wewe wewe ni baba mdogo. wewe nakuona kama rafiki wa marembo. Baba yangu wewe, hasa mimi nakuona wewe kama baba yetu mlezi na kiongozi wetu wa kiroho, kwa sababu wanaanzisha hata ibada pale nyumbani, kila kitu wewe, hasa wewe nakuona kama role model. Ah, basi sawa, nikamwambia nawapeni wiki moja, baada ya hapo rudini tena, ili mje mbadilishe mtazamo wa namna mnavyoniona. Lakini i expected waseme tunakuona wewe as a regional commissioner, wakiliona mimi kama regional commissioner waione fursa. Ukiniona kama baba, utalala na utamka saa kumi na mbili, lakini ukiniona serigino kamishna, utaiona mamlaka, utaiona fursa. Kwa kitu nimepanga ni kwamba wote watahamia humo, kariakoo watahamia umo, wapi wote, naenda kuwawezesha kahera kidogo kidogo, kwamba nendeni wote, nendeni kuwinga, mkielewa kuwinga, zawadi takkuwa na wapa nitakuwa natekeleza kile ambacho kiko ndani ya moyo wenu. Je, katika mazingira hayo, mtoto halaumiwi? Popote analaumiwa kwa sababu ana relax bila kuzitafuta fursa. Yuko tayari kuwa na simu ya shilingi milioni mbili, nimechukulia tu mfano, lakini yupo mtu mtaji wake ni wa shilingi laki tano, lakini tu kwa sababu yeye ni graduate anaogopa kwenda kuuza mitumba. Lakini wakati huu tunaposubiri ajira Unafanya nini? Seko imekuwa ni ya kulalamika, mzazi analalamika, mtoto analalamika, yote analalamika, alafu mwisho wa siku tunazalisha taifa lenye ulalamikaji. Je, tufanye nini kwa vijana? Kwa wenzangu pia watakuwa na maelezo mengine mazuri zaidi, lakini pamoja na haya mengine sasa ya wananchi kusikilizwa au kutosikilizwa, pamoja na mambo mengineyo hayo, sisi tutaendelea kujitahidi kusikiliza watu, lakini kama nilivyosema Sio kweli kwamba muda wote mtu usikilize raia. Mimi tangu nimekaa hapa, nikienda pale kuna simu karibu unakuta zimepigwa karibu simu hamsini na tano muda huu tu. Sasa nikienda kukaa pale, viingereza wengine wananiandikia my call right, mwingine jana akaniandikia we mkuu wa mkoa, mimi nakuja naomba hapo ofisini, karibu mara tatu. Ukienda kwenye msiba, unatoa unatoa mchango kanisa la Sabato ukatoa mchango, inaonekana wewe unapenda sana watu waliokufa eh? Nikamjibu tu kwenye message hapo, nikamwambia mama, kwa umri wako jitahidi usiwe mchokozi. Anasema kwanza nani yangu, mimi iko soft, nilikuwa nafikisha tu ujumbe. Sasa mwisho nachotaka yeah, kukihitimisha zaidi ni kwamba ninyo zangu mkijue hata sisi ni binadamu lakini kuna wakati fulani chuki inayoweza kutengeneza. Mfano ndugu yangu Pogoro pale, yeye ni mkuu wa wilaya.